Mtazamaji wa Mpenja TV, kikosi cha timu ya taifa ya akina dada chini ya umri wa miaka kumi na saba Serengeti Girls kimewasili hapa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere wakitokea Botswana ambako huko walikwenda kucheza mchezo wa kutafuta nafasi ya kufuzu kombe la dunia ambalo litafanyika nchini India mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, na tayari wameshawasili hapa na huko wameshinda mabao manne kwa sifuri mechi ya kwanza uwanja wa Amani visiwani Zanzibar walishinda, idadi kubwa mabao saba kwa sifuri. Aggregate, bao, wanasonga mbele, na katika hatua ambayo inafuata watakwenda kucheza dhidi ya timu ya taifa ya Burundi. mimi ni Oscar Nixon Nkembo mwamuzi wa kati, nyuma ya kamera ni Albert Mlingo, na hii ni Mpenja TV na tunakujuza kuhakikisha kwamba unapata kila nukta ya jambo ambalo limeweza kuchomoza hapa. Katibu Mkuu wa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo Dokta Hassan Abbas ametua muda mfupi uliopita kutokea Dodoma, na yuko hapa kwa ajili ya kupokea kikosi hiki na amezungumza, tuweza napata nafasi ya kuweza kumsikia. Ndoto ya Watanzania ya nchi yetu kufika kombe la dunia na nyinyi mtakwenda India, inshallah inatimia, si ndio? Kwa hiyo nimekuja hapa kama nilivyosema, kwa niaba ya serikali nzima, mama yetu Samia Suluhu Hassan amefuatilia Makamu wa Rais Dr Mpango amefuatilia nyendo zenu, waziri mkuu Kasim Majaliwa amefuatilia. Na leo huwezi kuamini, mi nimetoka Dodoma, tulikuwa na waziri wetu Muhamed Mchengerwa, naibu waziri wetu wamebanwa na majukumu ya Bunge, lakini tukasema, mi ndo nimetua kwenye uwanja wa ndege sasa hivi nikaunganisha kuja hapa kuwapokea kwao. Tunachozidi kuwasistiza ni kwamba, timizeni wajibu wenu, sisi huko upande wetu, shirikisho na serikali ahadi ni ile ile, kama mlivyosikia dada zenu Twiga Star, si ndio? Si mnajua mambo fulani fulani yaliyoendelea. Hamtakwama, hamtakwama, naelewa bwana. Endeleeni kuliheshimisha taifa. Kwenye tekniko, wataendelea kuwasaidia kwenye maeneo ya medical, mtatunzwa vizuri. Lakini kwenye safari, kwenye kambi zenu, sisi, semeni mnachotaka, shirikisho litatuambia. Hii ni serikali ya kazi, si mama amesema kazi inafanya nini? Kazi inaendelea. Kazi inafanya nini? Yeah, kazi inaendelea. Hicho ndicho ambacho nimekuja leo kuwaona ili niwathibitishie, kuna wakati hamtuoni, kumbe si tumejificha hivi kidogo, ili nyinyi muweze concentrate mfanye mambo makubwa zaidi. Saba bila pale Zanzibar, sio mchezo nne bila tena ugenini, sio mchezo. Hivi Burundi anatuweza kweli? E, mi nafikiri ajiandae. <laughs> si ndio maana tukatangaza mfungaji bora siku hiyo <laughs> hiyo mechi na Burundi, afu wale jamaa wa mwisho wanaokuja wale, tutaona mkakati wake. Mwenyezi Mungu awabariki sana, ni hilo tu, mkapumzike. Tutaanza kambi mapema, katibu yupo, mahitaji yataletwa, tuanze kambi mapema, tupige tizi. Sisi sana sana tunaangalia wale jamaa wawili wa mwisho, lakini tusizalau pia hapa katikati, simnanielewa eh? Eh, kwa sababu mimi mwenyewe nimepiga mido kidogo. Kwa hiyo naelewa maswala ya naelewa maswala ya namna usidharau, lakini lengo letu sisi ni kila anayekuja mbele ni adui. Muhimu sana kumtambua kwamba ni adui. Kwa hiyo nimpongeze kocha, technical bench nimeona shime. Yupo pale brother technical bench na wasaidizi wake, lakini viongozi wenu wa shirikisho wapo pamoja na ninyi na sisi pamoja na wao na kila mmoja wenu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante Serikali kwa kuigundua samani yetu, na sisi tunamwahidi mama, kama alivyokuwa rais wa kwanza mwanamke Tanzania, na sisi ndo tutakuwa timu ya wa kwanza wanawake Tanzania kwenda odikapa. Asante sana, najua mnavunja kambi kidogo, mtapumzika. Tunatoa kwanza nauli, mengine tutaonana mbele, au sio? Kwa hiyo huu mzigo msikie mkasema labda <laughs> dokta katibu mkuu ametoa cheki tu na nini. Hii ni keshi, tunawakabidhi hatuisemi hapa, maana wengine waweza wakawapora njiani, at least nauli, lakini tutaonana tutakapoanza kambi, inshallah mwenyezi Mungu. Baada ya shughuli kumalizika uwanja wa Obed Itani pale nchini Botswana, shughuli inayofuata ni kucheza dhidi ya mabinti kutokea taifa la Burundi na vita inaendelea kuisaka tiketi ya kwenda kucheza uh, michuano ya kombe la dunia kwa wakinadada chini ya umri wa miaka kumi na saba ambayo inataraji kufanyika nchini India. Kutoka uwanja wa kimataifa wa ndege wa Julius Nyerere hapa Dar es Salaam, mimi ni mwamuzi wakati naitwa Oscar Nixon Nkembo, nyuma ya kamera ni Albert Mlingo na hii ni Mpenja TV. Endelea kukaa karibu na sisi ili kuhakikisha unapata taarifa zote ambazo zinajiri za kimichezo. Nikwambia ukweli hata kama una kibanda cha simu, tunaongea tunalinda. Angalia mtu kama huyu hapa, hii mashine ya kazi, zipo nyingi kama hizi. Mimi namtaka huyu, sio huyu tu, wako wengi kama huyu na wengine wana uwezo mkubwa kuliko hata huyu. Mm, na, na sisi mara nyingi tunatumia vifaa vyetu, tunatumia rungu, tunatumia pingu na pia tunatumia uh, eh, filimbi kutoa taarifa lakini pia kumbuka kabisa, tunatumia vifaa vizito, mabomu eh, ya kurusha kungata na mijegejo yaaiyoteo a wamepitia mafunzo mbalimbali, yaani mafunzo yote wamepitia mgambo na JKT. Ina maana wako imara kama simba. Yaani K4S ni imara kama simba au kama chuma. Karibu sana. Karibu sana. Kili kili. Eh, wewe. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali: mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo, hapa ndio kwao. Sasa tembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia ya simu yako au laptop, andika Mpenja TV. Ukutana na taarifa kibao za uhakika, kisha bofya subscribe uwe mwanafamilia, na bofya alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia. Na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika Mpenja TV underscore. Mpenja TV, tunazungumza michezo.